Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Jumanne nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuwa kwa, kwa pamoja. Mi naitwa mchungaji Benson Mwanza na pasipo na kupoteza wakati, siku ya leo ningependa tuweze kuangalia neno lake Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Hesabu, katika kitabu cha Hesabu sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa nane. Ni kifungu kirefu, lakini kuna jambo nataka tujifunze kutoka pale. Kisha Miriamu na Aruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke mkushi wakasema: je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? akunena na sisi pia Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo mtu, huyo Musa, alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Aruni na Miriamu na kuwaambia tokea, e, tokeni nje nyinyi watatu mwende emani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni mari, Miriamu nao wakatoka nje wote wawili, kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Ama na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi nyinyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa. Baba, ni asante kwa ili neno lako, zungumza nasi siku ya leo. Baba, nena nasi, kalifunua ili neno mioyoni mwetu, Baba, na ili likalete mabadiliko, wacha likatuimize Baba, likaturekebishe Mungu wetu, likatupe mwelekeo, na zaidi wacha Roho wako Mtakatifu akalifunue na ili likafikie kila mmoja wetu kulingana na jinsi Roho wa Mungu anavyotaka, maana yeye ndiye mwandishi wa hili neno, na hivyo na hili tunataka kulielewa zaidi, lazima tumruhusu akatuelezee, akatuele, akatu na akalifunua hili neno kwa undani, kwa makusudi yake na yake. Mwenyezi Mungu pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini e, Man, ni neno lake Mwenyezi Mungu, na hili neno siku ya leo nimelipa kichwa unyenyekevu wa kweli Unyenyekevu wa kweli. Tunaelewa zaidi Mungu anazungumza katika neno lake, na Mungu anapendezwa zaidi na unyenyekevu, maana Biblia inatuambia zaidi kwamba Mungu huwapa neema walio wanyenyekevu au walionyenyekea. Na pia tunaona Mungu akizungumza katika kitabu cha Mika, na anasema e, mwanadamu nimekuonyesha lililo njema, na anazungumza mambo kadhaa pale, na mwishowe anamwambia na, na utembee kwa unyenyekevu na Bwana Mungu wako kumaanisha Mungu upendezwa na unyenyekevu zaidi. Na iwapo unataka Mungu akutetee, unataka Mungu akupe neema, unataka Mungu akupe kipendeleo zaidi ya wengine, basi lazima uwe mtu mnyenyekevu. Na katika mahala tumesoma, tumeona ni kuhusiana na Musa, Musa, Miriamu na Haruni. Na tunaona Aruni na Miriamu, Miriamu na Haruni walimnena Musa kwa sababu alikuwa ameoa mwana mke Mwethiopia na hivyo wakawa wananung'unika, wakawa na wana wanamsema au wanamnenea na kumsengenya na lile jambo, Biblia inasema ya kwamba wakaenda mbele na kwanza kuuliza kwani Musa tu ndio unenewa na Mungu, si hata Musa kwani pekee ndiye anaweza akanenewa na Mungu? Na pale automatically kunaona kuna kitu kati ya Miriamu na Haruni. Kumaanisha nini? Hawakuwa wanyenyekevu. Ndio Mungu aliwatumia, ndio walikuwa manabii wa Mungu, Mungu. Ndio walikuwa makuani wa Mungu, lakini hawakuwa wanyenyekevu. Maana ndio Mungu anaweza akakutumia lakini ukose kuwa mnyenyekevu na ndio maana tunaona katika hii hadithi, na tunaona kwamba baada ya haruni na Musa au kunradhi, baada ya Miriamu na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyekuwa amemoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Ni swali. Kwani Mungu tu huongea na Musa? si hata sisi hutuongelesha? Hivyo ndio ile unamaanisha, hakunena na sisi pia. Angalia Bwana akasikia maneno yao, naangalia mstari wa tatu. Kuna jambo Mungu anataka tujifunze kuhusiana na unyenyekevu. Haruni, Miriamu ni watumishi wa Mungu, lakini elewa, kila mmoja ako katika kiwango chake sawia. Na Musa ni mtumishi wa Mungu. Hawa wote ni watumishi wa Mungu, na tunaona watumishi wawili wa Mungu wanamnenea mtumishi mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inapoelezea, inapofika mstari wa tatu, inageuza kwanza, inataka kuelezea ni nani anayenenewa. Na hapa Biblia inakuwa inatupa onyo kuwa makini, nani unayemnenea kuwa makini, nani unayepigana naye. Kuwa makini, ni nani unayeinukia, kwa sababu ikiwa ni mtu mnyenyekevu, basi Mungu atampigania. Maana Mungu hupendezwa na unyenyekevu zaidi. Unyenyekevu ni kutembea katika njia za Mungu. Unyenyekevu ni kuishi kulingana na neno la Mungu. Unyenyekevu ni kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia katika mstari wa tatu: Basi huyo mtu, huyo Musa, alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Blessed are the meek, Musa, waliobarikiwa ni waliowapole. Bwana Yesu asifiwe. Na upole si kumaanisha wewe ni mdhaifu. Upole si kumaanisha wewe ni mwoga lakini ukweli ni kwamba upole ni kuwa na ujasiri, ukielewa ya kwamba hii kazi si wewe unaifanya, ukielewa ya kwamba si wewe uliyejiita. Kuna yule nambaye ni mkuu zaidi yako na ambaye anayekuelekeza. Ukifahamu hilo, utatembea kwa unyenyekevu mbele za Mungu wako, na mbaye ndiye aliyekuita nambaye ndiye aliyekuchagua. Na zaidi, hautatembea kwa uoga, utatembea kwa ujasiri maana sawa unatembea pamoja na Mungu na Mungu, unapotembea na yeye anakupa ujasiri, unapotembea na Mungu anakupa roho wa upole. Musa alikuwa na roho wa upole, na Biblia inakuwa inasema vizuri zaidi, huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Asisema huyu ni Mungu anamshuhudia, maana pale tu katika umstari wa tatu tunaona Musa anaelezewa kumaanisha ni Mungu ana, anakuwa anamshuhudia, na unaona vizuri zaidi baada ya wale watumishi wawili wa Mungu Miriamu na Haruni kumnenea Musa, tunaona Mungu akiwaita, tunaona Mungu akiwasamon wote. Na Mungu anataka kutufundisha jambo, kama kuna watu hatari wa kucheza na wao, ni watu wapole na zaidi wakiwa ni watu wamekutana na Mungu tunaweza tukasoma hapa Musa. Biblia inaelezea zaidi inaelezea zaidi pale, Bwana akanena ghafla na Musa na Aruni na Miriamu na kuwaambia, tokeni nje nyinyi watatu mwende emani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje, Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni paema, akawaita Haruni na Miriamu, na wakatoka wote wawili. Sasa ana wasamon sasa anamtetea Musa maana Musa alikuwa na upole, alikuwa mtu wa upole. Ukiwa mtu wa upole, Mungu anakuwa anasema ya kwamba angalia, vile anasema, akawaita wote wawili kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, ikiwemo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Bwana Yesu asifiwe, angalia mstari wa saba, sivyo ilivyo? kwa mtumishi wangu Musa. Kwani manabii si watumishi wa Mungu? Tunaweza tukajiuliza hilo swali. Mbona Musa anakuwa tofauti? Nini kilimtenga Musa akakuwa tofauti zaidi na Aruni na Miriamu? Aruni na Miriamu ni makuani, na ukirudi nyuma unaona Mungu anamfanya Aruni kuwa kuani naye Mungu anamfanya Musa kuwa mungu, nitakufanya kuwa mungu mbele ya Farao na Aruni atakuwa kwani noanda. Wakati Mungu anapowaadhibu, anamwadhibu Miriamu. Angalia hapa, kuna kitu anasema, pakiwemo manabii katikati yangu, nitawanenea, nitawazungumzia, nitajifunua kwake katika maono nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Nini inaleta utofauti na ukiwa nabii, ukiwa mtumishi wa Mungu? Nini italeta tofauti ukiwa Mkristo uliokoka? Nini italeta utofauti? Utofauti utakuja kwa sababu wewe ni mpole, na ukiwa mpole ni kumaanisha unajinyenyekesha unajinyenyekesha mbele yake Mwenyezi Mungu, na ukijinyenyekesha mbele zake Mwenyezi Mungu, unaona Musa anakuwa anamzungumzia na anamwambia vizuri zaidi, anawaambia huyu huyu huyu, Musa huyu, na ambaye anajulikana kama anajulikana kama Musa. E, ndio eh, Musa ndio tunamzungumzia hapa Musa. Biblia inasema ya kwamba, lakini sivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yote, kumaanisha uaminifu ni ishara ya upole. Nataka kusema nini siku ya leo? mwaka elfu mbili na ishirini na sita tafuta Mungu zaidi, tafuta kumfahamu Mungu maana hapa inaashiria zaidi awa manabii hawakumfahamu Mungu, lakini Musa alimfahamu Mungu na Mungu alimfahamu Musa. Kuna moja, Mungu kukujua na kuna pili, wewe kumjua Mungu. Kuna mambo mawili hapa, Mungu kukujua na wewe kumjua, yani mnakuwa marafiki. Angalia, anawaambia nini? Anawambia, sivyo ilivyo kwangu na Musa. Ah, haiko hivyo, mimi huzungumza na Musa mdomo kwa mdomo maana waziwazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi nyinyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyu Musa? Kwa sababu unapokuwa na encounter with God, unapokutana na Mungu, jambo la kwanza litabaki katika maisha yako ni unyenyekevu na uaminifu. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita unataka Mungu akakutetee? unataka neema ya Mungu katika maisha yako? unataka Mungu akatembee na wewe? unataka Mungu akakufundishe njia zake? Basi lazima uwe mtu wa upole, au ukipenda unyenyekevu. Lazima uwe mtu mwaminifu. Mungu anamshuhudia Musa kwa mambo mawili. Kwanza, mtu aliyekuwa mpole katikati ya watu waliokuwa chini ya jua. La pili, Mungu anamshuhudia Musa kama mtu aliye mwaminifu katika nyumba yangu yote. Haya mambo mawili tunaweza tukajifunza, haya yanasababisha Mungu akutetee a, na yanasababisha Mungu akupe neema tofauti na watumishi wengine wa Mungu. Nataka kusema nini as as as siku ya leo? Ikiwa unataka kujua kwamba mtu amemwona Mungu kweli, angalia unyenyekevu wake, angalia jinsi anavyotembea kwa upole mbele za Mungu, jinsi ni mpole, jinsi anavyotembea mbele za Mungu kwa unyenyekevu mikutano ya kweli au unapokutana na Mungu, mkutano wa kweli na Mungu, au inui kiburi cha nafsi, bali au pia unapokutana na Mungu, unapokuwa na encounter with God, ayamshi majivuno wala kujitukuza. Tunaona hilo ndilo lilikuwa ndani ya Miriamu, maana yeye ndiye alianza. Biblia inasema Miriamu na Haruni wakaanza kumnenea Musa. Kwa hivyo, Mungu anapokutana nawe, kumaanisha unaweza ukawa nabii wa Mungu na bado uwe na majivuno, bado uwe siwe, si mpole, bado uwe wewe, si hauna unyenyekevu. Kumaanisha nini? Mungu atakutumia kama tu chombo. Kuna mambo ataweza kuyafanya kwa ajili yako, ndio wewe ni mtumishi wake, lakini awezi akakutetea iwapo wewe si mtumishi wa Mungu aliye na upole, mtumishi wa Mungu aliye mnyenyekevu, Mkristo aliye mpole, Mkristo aliye na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Badala yake unapokuwa na encounter with God, hiyo ndio ilikuwa na Musa. Musa alipokutana na Mungu, hivi ndivyo maisha yake yalibadilishwa. Musa alibadilishwa na Mungu akawa mtu mpole, akawa mtu mwenye unyenyekevu, akawa mtu mwaminifu. Vivyo hivyo na sisi tumepewa Roho Mtakatifu wa Mungu, na tunapopewa Roho Mtakatifu wa Mungu, anatupa kwa wanyenyekevu, anatupa kwa wapole. Kwa hivyo hatuna sababu ya kusema, Musa alikutana na Mungu face to face, na sisi siku ya leo Mungu anaishi ndani yetu. Biblia inasema vizuri zaidi, je, hamjui mili yenu ni hekalu la Mungu? na pia inasema mjui mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu alinena na Musa face to face. Sasa yeye anaishi ndani yetu, ametufanya sisi tuwe hekalu lake. Kumaanisha nini? Tunaweza tukawa zaidi ya Musa tukawezi, tunaweza tukatembea kwa unyenyekevu mbele za Mungu maana roho wa Mungu Biblia inatuambia tunapomruhusu ndani yetu, atatufundisha na kutuongoza katika kweli yote, na hii kweli ni kwamba lazima tutembee kwa unyenyekevu mbele za Mungu, na ili tutembee kwa unyenyekevu mbele za Mungu lazima tuwe watu wa upole. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na encounter with God po umempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako, basi utanyenyekea au utakuwa mtu wa majivuno aitainua kiburi cha nafsi na kwenda ukiambia watu Mungu alinitokea, Mungu aliniambia mm -mm -mm -mm. Utakuwa mtu mpole, utakuwa mtu na ambaye si wa majivuno, utakuwa mtu na ambaye si wa kujitukuza na badala yake hii e, itavunja, inakufanya uwe mnyenyekevu, inakutiisha kuwa na encounter with God, inakutiisha na kumtia na kukutia katika ufahamu wa kina, na wakutisha kwamba bila Mungu mimi si chochote kabisa. Na ukielewa hilo peke yake litakusababisha uzidi kuwa mnyenyekevu, litakusababisha uzidi kuwa na upole. Kadri mtu anavyozidi kutembea karibu na Mungu ndivyo anavyozidi kuona wazi utegemezi wake kamili kwa Mungu. Anaelewa pasipo na Mungu siwezi lolote, na hivyo ninamtegemea Mungu. Biblia inatuambia vizuri zaidi, Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama mtu asemavyo na rafiki yake. Kiwango hiki cha ukaribu kilikuwa kinawezekana kwa sababu Musa alikuwa na roho ya upole na unyenyekevu hata hivyo unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe! Hata hivyo unyenyekevu ni mojawapo ya maadili yanayoeleweka vibaya sana katika maisha ya Kikristo. Kwa sababu gani? Wengi hudhani kuwa unyenyekevu ni kujidharau au kujifanya kuwa chini kuliko uli, alivyo mtu kulingana na alivyomuumba Mungu. Unapata mtu anajipuza unataka mtu anajidharau. Hivyo ndio uelewa wetu kwa unyenyekevu au upole, lakini sivyo. Huo siwo unyenyekevu, huo ni kujiondolea sifa na nafasi uliopewa na Mungu. Unyenyekevu wa kweli au kuinui, au kuinui cheo cha kiroho wala neema ambazo Mungu amekuruhusu kufikia au Nirudie tena unyenyekevu wa kweli na upole wa kweli au kuondoi, hilo ndio neno nilikuwa natafuta, au kuondoi ama, au kuondolei cheo chako cha kiroho wala neema ambayo Mungu amekuruhusu kufikia. Kwa kweli, unyenyekevu wa kweli unaendana na ujasiri, zinatembea kwa pamoja. Ukirudi hapo nyuma, nilikuwa nazungumzia kuhusiana na the beatitude na tuliona walio wapole, kuwa mpole actually, ni mamlaka katika nguvu. Bwana Yesu asifiwe! Kuwa mpole, kuwa mtu wa upole ni mtu mwenye nguvu, ni ile tu anaelewa yeye si mtu wa majivuno, maana upole upo ndani yake. Yeye si mtu wa kujitukuza, mm -mm, bali ni mtu aliye na nguvu, mamlaka. Mtu aliye na mamlaka atakuwa na upole. Unapotambua kwamba uwezo wako unatoka kwa Mungu, ujasiri unakuwa ni dhihirisho wa unyenyekevu, si kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Na inadhihirika dhahiri kabisa na Musa. Musa alielewa pasipo na Mungu siwezi lolote. Ndio maana tunaona Biblia inazungumza na kusema Musa akamwambia Mungu, pasipo na wewe hatutaondoka hapa. Mungu ama Musa alikuwa na encounter with God, alikuwa amekutana na Mungu na alielewa pasipo na Mungu hawezi lolote na hataweza kutoboa. Ndio maana namwambia, basi enenda na sisi, kama wenendi na sisi hatuondoki hapa. Musa alielewa nini? Alitambua kwamba uwezo wake unatoka kwa Mungu. Ujasiri unakuwa ni dhihirisho ya unyenyekevu, si kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli, unyenyekevu wa kweli unaendana na ujasiri, na ujasiri unatokana na kuelewa pasipo na Mungu hauwezi lolote, na hili ndilo tunasoma kutoka kwa Musa. Na hivyo Mungu atusaidie, na ili tutafute zaidi kutembea kwa unyenyekevu mbele za Mungu wetu Tuwe watu wapole, watu na ambao wanaelewa pasipo na Mungu hatuwezi lolote, na tunaruhusu Mungu atuelekeze. Maana tunapokutana na Mungu tunapombeba Kristo tuliookoka, kiburi kitaondoka. Maana Biblia inatuambia yeye wapinga walio na kiburi, kumaanisha ukiwa na kiburi hauwezi sema umeokoka, maana tayari Mungu amekupinga. Na Mungu hawezi pinga mtu ameokoka, kumaanisha ukiwa na kiburi ni kumaanisha haujaokoka, na kama umeokoka wokovu wako unatiliwa shaka. Okoka vizuri, tembea kwa unyenyekevu mbele za Mungu. Kiburi ni kumaanisha unaweza enda pasipo na Mungu, autambui Mungu ndiye anayekusaidia, autambui Mungu ndiye anayekufikisha, ndiye amekupa uwezo. Autambui hilo, hiyo ni kiburi lakini unapotambua Mungu ndiyo amekuwezesha kufanya yote na ambayo umeyafanya, Mungu ndiyo amekuzungumzia uso kwa uso au kwa maono, utaheshimu watu, utazungumzia watu kwa heshima, Mungu ataonekana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe, na utakuwa na ujasiri ukielewa ni Mungu anayetenda ndani yangu. Namalizia na kusema hivi, msikilizaji, angalia hapa, unapokuwa na enkaunta na Mungu ainui kiburi cha nafsi bali ainui pia majivuno wala kujitukuza. Badala yake, umvunja mtu, inanyenyekesha mtu na kumweka katika ufahamu wa kina na wakutisha kwamba bila mungu yeye si chochote kabisa. Kadiri mtu anavyotembea karibu na Mungu, ndivyo alivyozidi kuona jinsi anastahili kumtegemea Mungu katika maisha yake yote. Chagua kumtegemea Mungu, maana umekutana na Kristo, anaishi ndani yako. Mwambie, nimekuwa na kiburi, sijakuwa nikikusikiliza, naomba ukanisamehe. Naomba roho ya upole na unyenyekevu ndani yangu Baba. Baba ni asante kwa hili neno lako ni asante kwa kunena nasi siku hii ya leo Baba, Jumanne ya leo Baba, kwa kutukumbusha Baba, kuna mambo ambayo unahitaji ndani yetu kwa mtu na ambaye amekujua, kwa mtu na ambaye amekupokea kwamba lazima awe na upole, awe mtu mnyenyekevu, na zaidi awe mtu mwaminifu. Mfalme tusaidie, tusaidie, mwaka elfu mbili na ishirini na sita tuwe wapole, tuwe wanyenyekevu, na zaidi tuwe waaminifu mbele zako Mfalme. Tusaidie na utusamehe, maana tumekuwa na kiburi, tukajitukuza, tukakosa kuwa waaminifu. Tunaomba ukatusamehe, na kuanzia siku ya leo kama mtumishi wako Musa tutajinyenyekesha kwako, maana tumekujua, maana tumekufahamu, na ili Mungu wetu ukajitukuze na ukajitwalie sifa kupitia maisha yetu. Katutetee Baba, na ukatupiganie. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen asante sana kwa kulitazama neno lake mwenyezi mungu siku hii ya leo unaweza ukasapot hii huduma kwa kutoa sadaka zako na ni kupitia 0792593648 0792593648 ukiwa nje ya kenya ni +254792593648 pia kupitia PayPal ni email address bn sn mwanza at gmail